Karibu tena. Wizara ya afya imetangaza kampeni ya siku kumi kukabiliana na magonjwa ya homa ya tumbo, Ukambi na Rubella kote nchini. Kwa mujibu wa serikali, kampeni hii itakayoanza wiki ijayo inatarajiwa ya kusaidia kudhibiti maradhi haya. Na kama anavyotuarifu Emily Chebet, Kenya ni taifa la tano barani Afrika kuanzisha chanjo mpya ya homa ya tumbo. Tumbo bado ni tishio kubwa la afya, hasa katika maeneo yasiyo na huduma bora za usafi Kenya sasa imejiunga na nchi nne za Afrika kupambana na ugonjwa huu kwa kuanzisha chanjo mpya ya ugonjwa huu kwa watoto. Typhoid fever, a waterborne illness, continues to take a toll, particularly among children under 15. What is even more concerning is the rise in drug-resistant strains, making treatment more complicated and unfortunately more costly.

Wizara ya afya inasema kuwa licha ya chanjo kuwa bure na kupatikana, takriban watoto elfu 30 hukosa chanjo kila mwaka, kutokana na kukosa taarifa sahihi kuhusu usalama wa chanjo. Na sasa kampeni itakayoanzisha wiki ijayo inalenga kueneza injili hii and

Wizara ya afya imesema kuwa hatua zote zimechukuliwa kuhakikisha upatikanaji wa chanjo bila kukwama mwaka mzima. Aidha, wizara ya afya inafanya mazungumzo na wizara ya fedha kuhakikisha fedha za chanjo hazikatwi kwenye bajeti mara zinapo